Nje ya dimba la Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Tumekuja kushuhudia mchezo wa ligi kuu soka Tanzania Bara NBC nyama, Simba dhidi ya mafande hawa, ni JKT Tanzania. Itakuwaje? dakika 90 za nguvu na jasho ndizo ambazo zitaamua hapa hivi leo kati ya Simba ama JKT Tanzania, nani ambaye ataibuka na ubabe? Uwanja huu ni uwanja ambao kama vile machinjio. Kwa nini? Kwa sababu timu nyingi sana huwa zikija hapa jasho linawatoka kwelikweli. Itakuwaje? cha umuhimu ni kubaki na sisi D&A TV kujua kila kitu ambacho kiko hapa katika dimba hili la Meja Jenerali Isamuhyo. Bado jamaa na familia yetu, subscribe alafu bonyeza alama ya kengele ile, mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinajitokeza. Mimi ni shukrani kwa muda wote, mzee wa mida Godfrey Nyanto, shukrani sana director Jovano, kuzingatia kila kitu kwa sawa. Hapa tuko Mbweni leo kukupa taarifa zote za huu um, mchezo wa ligi kuu kwa Tanzania Bara, mnyama Simba dhidi ya JKT Tanzania, itakuwaje? Baki na sisi, macho na masikio, D&A TV.